Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Inaitwa Sporah weni, namjua kama Sporah Show ndo yule yule Sporah. Kwa hiyo tulitoa ahadi Sporah TV pamoja na Chusa Mining tulitoa ahadi ya kujenga wodi mbili na ofisi zake. Kwa hiyo leo tumekuja tuonyeshe eneo na fundi apime, tuangalie tulikuwa BOQ ili tuweze kujua sasa tunaanzia wapi kwa hiyo tumeshapata kila kitu daktari Mkamili, kituo cha afya Mirerani. Leo tumepokea wageni wa, wa mdau wetu wa Chusa Mining ambao waliahidi kina mama, ambao itakuwa na ofisi ndani, lakini pia wodi ya watoto ambao pia itakuwa na ofisi. Tumekuja wamekuja wadau wetu wamekagua wa eneo pamoja na, na fundi na pia BOQ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 ni jinsi gani ameona wana umuhimu wa kuwekeza hapa. Niombe sana serikali tuwache siasa. Mtu anapokuja kwa masuala ya kijamii, aache afanye swala ya kijamii.